ACT Wazalendo yashikilia msimamo wa tahadhari kuhusu kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Chama cha ACT Wazalendo kimeendelea kushikilia msimamo wa tahadhari juu ya swala la kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa SUK ya Zanzibar, kikisisitiza kuwa uamuzi huo haupaswi kufanywa kwa pupa bali kwa kuzingatia misingi, malengo na sababu zilizopelekea kuanzishwa kwa serikali hiyo. Msimamo huu umeibuliwa wakati mjadala wa kisiasa unaendelea kushika kasi visiwani Zanzibar kuhusu utekelezaji wa matakwa ya katiba na mustakabali wa ushiriki wa vyama vya upinzani katika serikali. Viongozi wa ACT Wazalendo wameeleza kuwa lengo kuu la serikali ya umoja wa kitaifa ni kujenga maridhiano ya kisiasa, kuondoa migogoro ya muda mrefu iliyotokana na chaguzi zenye utata pamoja na kulinda haki ya wananchi ya kuchagua viongozi wao kwa uhuru na haki. Kwa msingi huo, chama hicho kinasema hakiwezi kuamua kujiunga na serikali hiyo bila kufanya tathmini ya kina kuona kama malengo hayo yanatekelezwa ipasavyo katika mazingira ya sasa ya kisiasa Zanzibar. Kwa mujibu wa chama hicho, bado kuna maswali muhimu yanayohitaji majibu, hususan kuhusu uhalali wa mchakato wa uchaguzi uliopita, uwazi wa matokeo na heshima ya sauti ya wapiga kura. ACT Wazalendo imeeleza kuwa kujiunga na Serikali ya Umoja wa Kitaifa bila kushughulikia masuala hayo ya msingi kunaweza kuhalalisha mfumo unaoweza kudhoofisha demokrasia badala ya kuijenga. Ili kupata msimamo wa haki na unaozingatia maslahi ya wananchi, ACT Wazalendo imeunda kamati maalum yenye jukumu la kufanya tathmini ya kina kuhusu utekelezaji wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa. Kamati hiyo imepewa mamlaka ya kuchunguza kama serikali hiyo imefanikiwa katika kuleta maridhiano ya kweli ya kisiasa, kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha haki za kisiasa za Wazanzibari zinalindwa. Viongozi wa chama wameeleza kuwa endapo tathmini hiyo itaonyesha kuwa malengo ya kuanzishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa hayatekelezwi, basi chama hakitasita kuachia uamuzi wa mwisho kwa wananchi kupitia njia wanazoona zinafaa. Chama kinasisitiza kuwa siasa zake zimejengwa juu ya msingi wa kusikiliza wananchi na kuheshimu maamuzi yao. ACT Wazalendo pia imeweka wazi kuwa kwa sasa haijawasilisha jina lolote la mgombea kwa nafasi ya makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa mujibu wa chama hicho, hatua hiyo inatokana na msimamo wao wa kutaka kwanza masuala ya msingi ya uchaguzi na uhalali wa uongozi yashughulikiwe kabla ya kushiriki katika ugawaji wa madaraka serikalini. Katika msimamo wake, chama hicho kimeeleza kuwa hakiwezi kushinikizwa kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa kwa kisingizio cha matakwa ya kikatiba pekee bila kuangalia uhalisia wa kisiasa na dhamira ya kweli ya kuunda serikali inayojumuisha vyama tofauti kwa misingi ya haki na usawa. ACT Wazalendo imesisitiza kuwa kujiunga na SUK si lengo lenyewe bali ni chombo cha kufikia maridhiano ya kisiasa na amani ya kudumu Zanzibar. Kwa upande mwingine, mjadala huu umeibua mitazamo tofauti kutoka kwa vyama vingine vya siasa, hususan chama cha Mapinduzi CCM ambacho kimekuwa kikisisitiza kuwa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa ni takwa la katiba ya Zanzibar kwa vyama vyote vinavyopata zaidi ya kiwango maalum chakula katika uchaguzi wa rais. Hata hivyo ACT Wazalendo Imesisitiza kuwa tafsiri ya katiba lazima iendane na dhamira ya kuilinda demokrasia na si kuibana. Kadri muda wa kikatiba wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa unavyoendelea kusogea, shinikizo la kisiasa linaendelea kuongezeka, huku wananchi na wadau wa demokrasia wakisubiri kwa hamu kuona mwelekeo wa mwisho wa ACT Wazalendo. Chama hicho kimeendelea kusisitiza kuwa hakitafanya maamuzi ya kisiasa kwa misingi ya haraka au shinikizo bali kwa kuzingatia maslahi mapana ya Zanzibar na Wazanzibari. Kwa ujumla, msimamo wa ACT Wazalendo unaonyesha tahadhari, msimamo wa kanuni na nia ya kulinda misingi ya demokrasia. Uamuzi wa mwisho kuhusu kujiunga au kutokujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar unasalia kuwa suala nyeti linalohitaji busara, mashauriano ya kina na heshima kwa matakwa ya wananchi.